Sauti ya upepo mkali, veluji inaanguka polepole. Wakati Ulaya ilikuwa inapigania kuishi, Afrika ilikuwa inalipa gharama. Askari hawa hawakujua lugha ya ardhi waliokufa juu yake, hawakujua siasa za vita walivyopigana, lakini damu yao ilimwagika kwa ajili ya uhuru wa wengine. Kimya kifupi. Hii ni hadithi ya Afrika na mzigo wa vita vya Ulaya. Kabla hata risasi ya kwanza kufyatuliwa barani Ulaya, Afrika tayari ilikuwa ndani ya vita, sio kwa sababu ilichagua, lakini kwa sababu haikuwa na chaguo. Katika miaka ya 1930 ramani ya Afrika haikuwa ya Waafrika. Mistari ilichorwa London, Paris, Rome, na ndani ya mistari hiyo kulikuwa na watu, wakulima, wachungaji, vijana waliokuwa hawajui kuwa maisha yao yangekuwa bei ya kulipia vita vya bara jingine. Kwa kijana mmoja kutoka Kenya, Senegal, Nigeria au Moroto, vita haikuanza Berlin wala Paris. Ilianza pale afisa wa kikoloni alipofika kijijini. Alisimama mbele ya wazee. Alizungumza kwa sauti ya amri, si ya ombi. Alisema mfalme, rais, au himaya ilikuwa hatarini. Lakini mfalme huyo hakuwahi kukanyaga kijiji hicho. Na vita hiyo haikuwahi kuletwa na Waafrika. Wingi wa askari hawa hawakujua kujua neno Ulaya. Walijua tu ardhi yao, mvua yao, jua lao. Lakini ghafla waliambiwa vaa sare, shika bunduki, panda meli. Na walipofika bandari, waliinua macho yao kwa mara ya kwanza kuona bahari kubwa, bahari iliyowatenganisha na nyumbani, labda milele. Kwa wengi, ilikuwa safari ya kwanza maishani kutoka kijijini, na kwa baadhi, ilikuwa safari ya mwisho. Maafisa wa kikoloni walitoa ahadi, ahadi zisizoandikwa kwenye karatasi. Ukirudi maisha yatakuwa bora, utaonekana kama shujaa, utaheshimiwa. Lakini ndani ya mioyo yao askari wengi walikuwa na swali moja tu, kwa nini mimi? Hakukuwa na majibu. Ndani ya meli askari wa Afrika walikaa pamoja kimya, wengine waliomba, wengine walifikiria wake zao, watoto wao, mashamba yao. Hakuna aliyewaeleza watakachokutana nacho walipofika Ulaya. Hewa ilikuwa tofauti. Baridi iliwachoma mifupa, ardhi ilikuwa nyeupe theluji. Kwa wengi ilikuwa mara ya kwanza kuona baridi kama hiyo, na hapo ndipo waligundua kitu kingine: walikuwa wageni, sio tu kwenye ardhi, bali pia kwenye vita. Ndani ya jeshi walivaa sare moja, lakini hawakuwa sawa. Askari wa Afrika walipewa kazi ngumu zaidi, walitumwa mstari wa mbele, walibeba mizigo mizito, walichimba mahandaki lakini hawakula chakula sawa, hawakulala sehemu sawa, na hawakuheshimiwa sawa. Wengi hawakuruhusiwa hata kuingia katika miji waliyoikomboa. Walipigana kama wanadamu, lakini walitendewa kama zana. Mapigano yalipokuja hayakuwa na rangi, risasi haichagui. Askari wa Afrika walikimbia mbele ya moto, walipigana ana kwa ana, waliona vifo vya karibu, lakini majina yao hayakuandikwa kwenye magazeti. Uso wao haukuwa kwenye mabango ya ushindi. Walizikwa mbali na nyumbani, makaburi yao yalikuwa kimya. Hakuna aliyesimulia hadithi zao. Lakini mzigo haukuwa wa mwili tu, kulikuwa na mzigo wa rohoni. Kupigania uhuru wa watu waliokuona kama duni, kufa kwa ajili ya bara ambalo halikuwahi kukuona kama sawa. Askari wengi walibeba majeraha yasiyoonekana ndani ya mioyo yao. Walijiuliza, je, damu yangu ina maana gani? Wakati huo Afrika haikujua bado, ilikuwa inalipa deni ambalo halikuomba. Vijiji vilibaki bila vijana, mashamba yalitelekezwa, familia zilibaki kusubiri barua ambazo hazikuwahi kufika. Vita vya Ulaya vilikuwa vimeanza na Afrika tayari ilikuwa imeanza kubeba mzigo wake. Lakini hii ilikuwa mwanzo tu. Vita haikuanza kwa kishindo kikubwa, ilianza kwa kimya kizito. Askari wa Afrika waliposimama mstari wa mbele barani Ulaya, wengi hawakujua wanatazama nini. Miji iliyoharibiwa, nyumba zisizo na paa, watoto waliokuwa wanatazama kwa macho yaliyojaa hofu. Hii haikufanana na nyumbani. Baridi ilikata pumzi, ardhi ilikuwa ngumu, yenye matope na theluji. Na mbele yao kulikuwa na adui ambaye hawakuwahi kumuona kabla. risasi ya kwanza Risasi ya kwanza ilipopigwa, hakuna aliyewaandaa. Sauti yake ilipasua masikio, mlipuko ulitikisa ardhi, na ghafla vita haikuwa tena neno, ilikuwa uzoefu. Askari kutoka Afrika magharibi, Afrika mashariki, Afrika kaskazini, wote waliinama chini ya moto. Walijifunza haraka kwamba vita haimhurumii mtu. Wengine walianguka dakika za kwanza, wengine waliendelea kukimbia, si kwa ujasiri bali kwa hofu. Na bado waliendelea. Kwa nini walikuwa mbele kwenye mipango ya vita? Askari wa Afrika mara nyingi waliwekwa mbele, si kwa sababu walikuwa na silaha bora, lakini kwa sababu walionekana kubadilika kirahisi. Kwa maafisa wa kikoloni, hasara zao zilikuwa namba tu, lakini kwa Afrika kila askari alikuwa mwana wa mtu, alikuwa kaka, baba, mume. Hakuna aliyewauliza kama walikuwa tayari kufa. Hadithi ya kijana mmoja. Fikiria kijana mmoja aitwaye Bakari. Ametoka kijiji kidogo karibu na mto, hajawahi kuona treni, achilia mbali tanki. Siku moja yuko kwenye handaki barani Ulaya, mikono yake inatetemeka, anashika bunduki ambayo bado hajazoea. Anasikia sauti ya adui kikaribia, anasikia amri kwa lugha asiyoielewa vizuri, lakini anajua jambo moja: akipoteza umakini, anakufa. Bakari hapigani kwa ajili ya siasa. Hapigani kwa ajili ya bendera. Anapigania kuishi dakika moja zaidi. Udugu kwenye moto. Ndani ya vita kulikuwa na kitu kimoja ambacho kilivuka mipaka ya rangi, udugu. Askari wa Afrika walilindana. Walishirikiana chakula kidogo walichopewa. Walibeba majeruhi wao hata chini ya risasi. Kwao, dugu aliyekuwa karibu alikuwa muhimu kuliko amri kutoka mbali. Lakini bado Walihisi tofauti. Ubaguzi katikati ya vita. Hata wakati walikuwa wanakufa pamoja hawakuwa sawa. Askari wa Afrika walitengwa katika kambi, walipata vifaa duni, walipata matibabu ya kuchelewa. Wengine waliambiwa waziwazi, kazi yako ni kupigana, si kuuliza. Na bado walipigana, walipigana kwa ujasiri ambao haukuandikwa kwenye ripoti rasmi. Miji iliyoachwa nyuma. Walipokomboa vijiji na miji Ulaya mara nyingi hawakuruhusiwa kuingia. Walikaa nje, walilala kwenye baridi, waliangalia wengine wakisherehekea ushindi. Hii ilikuwa chungu zaidi kuliko risasi, kupigania uhuru wa mji na kisha kufukuzwa pembeni. Vifo bila majina. Wakati mapigano yalipokuwa makali, vifo viliongezeka. Askari wa Afrika walizikwa haraka, makaburi yalichimbwa bila alama, wengine walipotea kabisa. Hakukuwa na kamera. Hakukuwa na waandishi wa habari. Historia ilitembea mbele bila kuwatazama nyuma. Mzigo unaokuwa kadiri vita ilivyoendelea, mzigo wa Afrika uliongezeka. Si tu mzigo wa damu, lakini mzigo wa ukimya. Barua hazikufika nyumbani. Familia hazikujua kama wapendwa wao walikuwa hai au wamekufa. Na Ulaya iliendelea kupigana ikitegemea miili ambayo haikuwahi kuhesabiwa kwa haki. Afrika katika vita ambavyo haikuandika. Askari hawa hawakuandika historia, lakini walikuwa ndani yake. Walikuwa kivuli cha ushindi, walikuwa nguvu isiyoonekana na bado. Bila wao, mstari wa mbele usingeshikilia. Hii ndiyo ilikuwa Afrika: mstari wa mbele, mahali ambapo vita ilikuwa halisi, na mzigo wa Ulaya ulipokuwa mzito zaidi juu ya mabega ya Waafrika. Lakini vita bado haikuwa imekwisha. Mapigano yaliponyamaza, kelele zilipotea lakini ndani ya akili za askari wa Afrika vita haikuisha. Kulikuwa na kimya kizito zaidi kuliko sauti ya risasi, kimya cha kumbukumbu. Wengi walinusurika vita lakini hawakutoka salama, majeraha yasiyoonekana. Wengine walirudi kutoka mstari wa mbele wakiwa na majeraha ya mwili, miguu iliyokatika, mikono iliyoharibika, nyuso zilizobadilika milele. Lakini wengi walibeba majeraha ambayo hayakuonekana walikuwa wanaota ndoto mbaya, walikuwa wanaruka kwa sauti ndogo, walikuwa wanakumbuka vilio vya wenzao waliokufa. Hakukuwa na jina kwa hali hiyo. Wakati huo, hakukuwa na msaada. Kwa majeshi ya kikoloni, walikuwa wamemaliza kazi yao. Hospitali za tofauti, katika hospitali za vita tofauti, ilionekana wazi: askari kutoka Ulaya waliwekwa ndani, walipata vitanda, walipata dawa. Askari wa Afrika mara nyingi waliwekwa nje kwenye hema wakisubiri kwa muda mrefu. Wengine walikufa si kwa sababu ya jeraha, bali kwa sababu ya kuchelewa. Lakini hakuna aliyeripoti ahadi zilizovunjika. Kumbuka ahadi zile za mwanzo, ahadi za heshima, ahadi za maisha bora. Baada ya vita, askari wengi wa Afrika waligundua ukweli mchungu. Malipo yao yalikuwa madogo kuliko ya wenzao weupe. Pensheni zao zilicheleweshwa au kukatwa. Wengine hawakulipwa kabisa. Walipouliza, waliambiwa rudi nyumbani. Lakini nyumbani haikuwa ile ile. Kurudi bila sherehe. Askari waliporudi Afrika hawakupokelewa kama mashujaa. Hakukuwa na gwaride, hakukuwa na medali. Walirudi vijijini wakiwa wamebadilika, wakiwa wameona dunia na giza lake. Wazee waliwaangalia kimya. Watoto waliwaogopa. Wake walihisi umbali. Vita ilikuwa imeacha alama, mabadiliko ndani ya mioyo. Lakini pia kitu kilikuwa kimebadilika. Askari wa Afrika walikuwa wameona Ulaya, walikuwa wameona miji, barabara, umeme. Walikuwa wameona kwamba wale waliowatawala hawakuwa miungu, walikuwa wanadamu, wanaweza kuumia, wanaweza kushindwa. Na wazo hilo halikuweza kufutwa. Hasira na maswali. Wengi walianza kuuliza maswali. Kwa nini tulipigania uhuru wa wengine wakati sisi hatukuwa huru? Kwa nini damu yetu ilikuwa ya bei rahisi? Kwa nini majina yetu hayapo kwenye vitabu? Maswali haya yalienea polepole pole, kwenye vijiwe, kwenye masoko, kwenye familia. Vita ilipanda mbegu ya mabadiliko. Ubaguzi uliobaki, lakini mfumo haukubadilika mara moja. Askari waliokuwa wamevaa sare walirudi kuwa raia wa pili. Walinyimwa ardhi, walinyimwa kazi, wengine walifungwa walipojaribu kupinga. Ulaya ilikuwa huru zaidi, Afrika bado ilikuwa chini. Na huo ulikuwa mzigo mwingine wa vita vya Ulaya. Waliosahaulika. Miaka ilipita, makaburi Ulaya yalikaa kimya, majina ya Waafrika hayakusomwa. Watoto wao walikuwa bila kujua mahali baba zao walizikwa. Historia iliendelea mbele bila kusimama, lakini kumbukumbu zilibaki. Afrika baada ya vita. Vita haikumaliza mateso ya Afrika, lakini ilibadilisha mwelekeo. Ilifunua ukweli, ilifunua udhaifu wa himaya, na ndani ya maumivu kulikuwa na mwanzo wa kitu kipya. Sio uhuru bado, lakini wazo la uhuru, na hilo lilikuwa tishio kubwa kuliko bunduki. Vita vilivyofungua macho ya Afrika elfu moja na mia tano words. Baada ya vita, Afrika haikuwa ile ile. Risasi zilikuwa zimekaa kimya ya Ulaya, lakini ndani ya Afrika kitu kipya kilikuwa kimeamka. Haikuwa kelele, haikuwa mapinduzi mara moja, ilikuwa ni mabadiliko ya mawazo. Askari waliorudi wakiwa wamebadilika. Askari wa Afrika waliporudi nyumbani, walileta kitu zaidi ya mavazi ya zamani na kumbukumbu za vita, walileta ulinganisho walikuwa wameona Ulaya ikiharibiwa, walikuwa wameona miji mikubwa ikianguka, walikuwa wameona askari weupe wakikimbia, wakilia, wakifa. Na hapo waligundua wale walio watawala hawakuwa wakuu kwa sababu walikuwa bora; walikuwa na nguvu kwa sababu walikuwa na silaha na mfumo. Hilo lilikuwa funzo kubwa. Maswali yalianza kuulizwa, katika vijiji, mijini na kwenye masoko, maswali yalianza kusikika. Ikiwa Ulaya inaweza kuanguka, kwa nini Afrika isisimame? Ikiwa damu yetu iliyokoa himaya, kwa nini sisi hatuna haki? Ikiwa tulijifunza kupigana, kwa nini hatujifunzi kujitawala? Maswali haya hayakutoka kwa wasomi tu, yalitoka kwa wakulima, yalitoka kwa wafanyakazi, yalitoka kwa askari waliokuwa wameona vita. Hofu ya watawala wa kikoloni. Watawala wa kikoloni waliona mabadiliko haya waliona askari waliokuwa hawainami tena kwa hofu. Waliona macho yaliyokuwa yanauliza, si kuomba. Hii iliwatia hofu. Kwao, askari wa Afrika walipaswa kubaki zana, sio watu wenye sauti. Lakini vita ilikuwa imevunja hiyo mipaka. Mbegu za harakati. Askari wa zamani walianza kukutana, walianza kuzungumza, walianza kupanga, si mara moja kwa silaha, lakini kwa mawazo. Walianza kujiunga na vyama Walianza kuandika, walianza kuhamasisha, walitumia uzoefu wao kama ushahidi. Tulipigana vita kubwa, tunaweza kujitawala. Ulaya ilivyoshindwa kimaadili. Ulaya ilishinda vita kijeshi, lakini ilishindwa kimaadili. Ilihubiri uhuru, lakini ikaunyima kwa Afrika. Ilihubiri usawa, lakini ikaendeleza ubaguzi. Hii haikupotea machoni pa Waafrika. Kila hotuba ya uhuru Ulaya iliposikika ilionekana kama kejeli, na kejeli hizo zilichochea hasira. Vita kama chuo cha siasa. Kwa Waafrika wengi, vita ilikuwa kama chuo. Walijifunza nidhamu, walijifunza mipango, walijifunza nguvu ya umoja, na muhimu zaidi, walijifunza kwamba himaya zinaweza kushindwa. Hilo lilikuwa somo ambalo halingeweza kufutwa. Sio uhuru bado, lakini bado uhuru haukuja mara moja. Kulikuwa na kukandamizwa kulikuwa kulikuwa na vifungo. Kulikuwa na vifo. Wengi wa askari wa zamani walifungwa walipojaribu kuongoza mabadiliko, lakini wazo lilikuwa tayari limeenea. Afrika ilianza kubeba ndoto mpya. Mzigo wa vita vya Ulaya ulikuwa mzito, lakini pia uligeuka kuwa cheche cheche ya kujitambua, cheche ya kudai heshima. Afrika ilianza kufikiria mustakabali wake, na hilo lilikuwa jambo ambalo vita haikupanga lakini ililisababisha. Njia kuelekea mwisho, Ulaya ilianza kurejea katika ujenzi. Afrika ilianza kujiuliza, na kati ya maswali hayo kulikuwa na sauti za askari waliokuwa wamebeba mzigo wa vita. Walikuwa hawajasikika bado, lakini hawakuwa kimya tena. Miaka imepita, sauti za risasi zimezimika, lakini historia haijafungwa katika makaburi ya kimya barani Ulaya. Majina mengi hayajasomwa kwa sauti, baadhi hayajaandikwa kabisa. Hapo ndipo Afrika ilipoacha sehemu ya roho yake, makaburi bila sauti. Kuna makaburi yaliyopangwa kwa mistari mizuri. Maua hukua juu ya ardhi iliyonyamazishwa, lakini chini ya udongo huo kuna hadithi zisizosimuliwa. Askari waliotoka mbali walilacha jua lao, lugha zao na nyimbo zao. Waliozikwa kwenye ardhi ambayo haikuwahi kuwa nyumbani. Hakuna aliyeuliza walitaka kuzikwa wapi. Hakuna aliyeuliza walikuwa nani. Familia zilizobaki kusubiri. Afrika haikupoteza askari tu, ilipoteza waume, ilipoteza baba, ilipoteza kaka. Katika vijiji vingi, bado kuna wazee wanaokumbuka siku ambayo mtu wao aliondoka na hawakurudi. Hakuna barua ya mwisho, hakuna kaburi la kutembelea, ni kumbukumbu tu. Historia iliyoandikwa bila Afrika. Vitabu vya historia vilizungumzia majenerali vilizungumzia ramani, vilizungumzia mikataba, lakini havikuzungumzia wale waliobeba mzigo. Afrika ilikuwepo kwenye vita, lakini haikuwepo kwenye simulizi. Na ukimya huo ulikuwa mzigo mwingine, urithi usiokufa. Lakini hata katika ukimya kuna urithi. Ujasiri wa askari wa Afrika haukupotea. Ulikaa ndani ya hadithi za familia, ndani ya nyimbo, ndani ya kumbukumbu za wazee, na muhimu zaidi. Ulikaa ndani ya harakati za baadaye. Uhuru wa Afrika haukuja kwa bahati, ulikuja juu ya damu, jasho na machozi. Mengi yao yalimwagika mbali na nyumbani. Swali linalobaki: leo tunapozungumzia vita kuu ya pili ya dunia, tunapaswa kujiuliza, uhuru wa Ulaya ulilipiwa na nani? Ni nani aliyebeba mzigo mkubwa zaidi? Ni sauti zipi bado hazijasikika? Majibu yapo, lakini yanahitaji kusikilizwa. Kumbu kumbu kama haki. Kukumbuka siyo hisani. Ni haki. Kuwataja askari wa Afrika siyo kuongeza hadithi, ni kurekebisha historia. Kwa sababu bila wao, vita vya Ulaya vingekuwa tofauti. Na bila wao, ushindi usingekamilika. Afrika ilivyobeba mzigo wa vita vya Ulaya. Hii siyo hadithi ya huruma, ni hadithi ya ukweli. Afrika haikuomba vita, lakini ilibeba mzigo wake. Na sasa angalau dunia inapaswa kubeba kumbukumbu kumbu. Mwisho wa kimya, sauti ya upepo inarudi, feluji inaanguka tena, lakini safari hii tunajua kinachofichwa chini ya ardhi. Na kwa kukumbuka, tunarudisha utu kwa wale waliowacha mbali na nyumbani. Hii ndiyo historia ya Afrika katika vita vya Ulaya.